Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Yes, twin again na hii hapa ni nyingine kubwa kabisa. By the way, tumeweza kuona story mbili ambazo zilikuwa zina tren toka jana. Ni show ambayo aliweza kuifanya mtu mzima Diamond pamoja na Davido pande za Dubai, na Diamond alikuwa kama ni special guest wa kwanza kabisa, na waliweza kutumbuiza ngoma ya My Number One, remix, lakini pia Diamond aliperform kwa masavaa na ngoma zake nyingine. Miongoni mwa kitu kubwa sana ambacho kina treni hasa, hii hapa ni good news kwa mashabiki wote wa Simba, kwa sababu producer wa dianamwengeleak zombi amefunguka na kusema Simba OBO, on the way ikimaanisha kwamba ngoma ya Simba pamoja na Davido iko njiani kuja na akaandika tarehe kumi na tatu I think ni tarehe ameandika, akaandika namba kumi na tatu faya namba mbili So huenda ikatoka Februari, ama ikatoka tarehe kumi na tatu ama ikatoka tarehe mbili We never know. lakini hii ni kwa mashabiki wote wa Simba, lakini pia watu wote ambao wanapenda mziki mzuri, kwamba Diamond pamoja na Davido licha ya kukutana tu Dubai kufanya show, basi ni mziki mpya unakuja. By the way, kama ulipitwa na ile story nitakulinkia hapo kwenye Twin One. Pia kuna story ya Harmonize pamoja na mtu mzima Mboso kuingia studio, kila mtu ameweza kuwa excited kwa kile ambacho kimetokea. Bana, gonga like kwenye video, drop comment yako. Unategemea nini kuhusiana na hii ngoma? Nini maoni yako? Usisahau kusubscribe kama bado. Enjoy. Tibana, na leo kwenye TemuTV tuna habari ya moto lakini ni ya furaha kwa mashabiki wote wa mziki wa Tanzania. Msanii Harmonize pamoja na Mbosso wameweza kuingia studio pamoja. Ni video ambayo inasambaa sasa hivi kwenye mitandao ikionyesha wawili hawa wakiwa kwenye studio za Konde Gang na wakirekodi ngoma ya pamoja, ni kolabo mpya kabisa. Nadhani hii itakuwa ni gunjuzi kwa mashabiki wengi ambao wanapenda mziki wa Mbosso, lakini pia wanaopenda mziki wa Harmonize. Kama wewe ni shabiki wa hawa watu wawili, gonga like kwenye video lakini pia usahau kusubscribe niko pa kukupa mchongo mzima. Lakini na swali, je, hii ni ishara ya muungano mpya au ni zawadi tu kwa mashabiki ambao walitamani kuweza kuona kazi yao pamoja kwa muda mrefu? Tuachie comment yako hapo chini, blog kwenye comment section. Baki ni business, baki ni story. Agoba the name Stefano Tem, kinita Tem, hujakosea. Harmonize na Mbosso bana walikuwa chini ya lebo ya WCB wa safi, na waliwahi kushirikiana kwenye kazi mbalimbali mbali, lakini sana sana tuliweza kuona jukwani, lakini hawakuwahi kuweza kutoa kolabu ya pamoja rasmi, yani ngoma yao ya pamoja wakiwa studio, na mashabiki wengi sana walikuwa wanasubiria kwa hamu sana, yani wengi walikuwa wanamkubali Mbosso, walikuwa wanatamani kuweza kuona kolabu kati ya Mbosso pamoja na Harmonize, lakini pia wakati Harmonize anafanya vizuri, wengi walikuwa wanatamani kuona kolabu kati ya Harmonize na Mbosso. Sasa ndani ya studio za Konde Gang ndoto hiyo inakaribia kutimia, kwa sababu Harmonize ameweza kushea video akiwa Konde Gang pamoja na Mbosso. Unaweza kuona kabisa Harmonize anafungua milango kwa Mbosso, ni ishara ya heshima, lakini pia upendo wa mziki. Na video hii hapa inaonekana kabisa wakichekecha masuala fulani hivi, lakini pia wakisikiliza biti, na ukiangalia vizuri wanacheka yaani, wanafuraha na wanarekodi ngoma ambayo inaonekana itakuwa ni ya furaha hii ni vibe ya kweli sana kwa wasanii wakubwa kama hawa ambao wanafanya vizuri, especially Mbosso, this time ana ngoma yake ambayo inafanya vizuri, ana EP yake ambayo inafanya vizuri, lakini pia Harmonize naye soon anaenda kuachia albamu yake, kwa hiyo tunategemea kuweza kuona mengi makubwa. by the way, ni kitu ambacho kimegusa mashabiki wengi sana, nimeweza kuona mashabiki wengi wanafurahi kwenye comment section, wengine wakisema kwamba kolabu ya mwaka ndio inakuja, lakini pia wengine wakiona kama ni ishara ya amani kati ya lebo hizi mbili kubwa, yani, ukiangalia vizuri kani Music lakini pia Konde Konde Gang kwa sababu sasa hivi Mbosso anajitegemea Harmonize anajitegemea imagine wanakutana ni kitu kizuri sana bana nimeweza kuona pia media mbali mbali mbali mbali mba mbalimbali wameweza kuposti hii teaser ya kwamba Harmonize ameingia studio pamoja na mtu mzima Mbosso kwa muda mfupi yani dakika chache posti mbalimbali zimekuwa zikipata likes za kutosha maelfu ya likes watu mbalimbali wanaweza mbali mba kuonyesha mba mba. kwamba wanatamani kuweza kuona hii kolabo mpya bana kwa sauti ya Mbosso yenye romantic touch na energy ya Harmonize mashabiki watarajia kuweza kuona ngoma ya mapenzi yenye ujumbe mzito. Je, itakuwa ni misili ya kuvunjika moyo, au itakuwa ni club benga, au kuhamasisha mapenzi ya kweli? Mashabiki nadhani wote wanasubiri kwa hamu kubwa sana. Tuambie kwenye comment section unadhani ngoma yao itakuwa ya mapenzi au ya maisha, au je huu ndio mwanzo wa kolabu mpya kati ya Konde Gang pamoja na Kani Music. Taja ni msanii gani ambaye unaamini kabisa kwenye hii collab atakuwa ameweza kuumiza kinoma noma. Usahau ku like kwenye video hii ku share na mashabiki wengine wa Bongo Flava, subscribe sasa hivi TemuTV kwa sababu tunakuwa tunakuletea habari za moto kuhusu mziki lakini pia mastaa wa bongo na nje ya bongo kila wiki. Till next time, ebanah, bye bye. Ebana, leo kwenye TemuTV tuna stori ya kifalme kabisa, ambapo Diamond Platnumz pamoja na Davido wameweza kupiga show ya historia huko Dubai, kwenye uwanja wa Coca-Cola Arena ambao una uwezo wa kujaza watu zaidi ya elfu 17, na ambacho kimeweza kutokea kimegusa mashabiki wengi moyo, sio tu performance, bali ni kauli ambayo Diamond ameweza kuitoa kwa Davido, akiweza kumwambia Kumkaribisha Davido Tanzania na kuweza kumwambia kwamba akija atampa sehemu kwenye nyumba yake. By the way, nitakuletea clip yote uweze kushuhudia lakini tuingie ndani kuweza kujua urafiki huo wa master wawili wakubwa. Kama wewe ni shabiki wa damu lakini pia kama wewe ni shabiki wa Davido gonga like kwenye video. Please please, make sure una subscribe support your boy hapa Stefano Temo there from Tanzania 255 bakine business bakine story. Naweza kusema hii ilikuwa reunion ya zaidi ya miaka kumi hivi tangu watoe number one remix kwa sababu number one remix ni ngoma ya Diamond ambayo ileka historia kwenye mziki wa Afrika, na Davido aliweza kumtambulisha Diamond kama special guest namba moja kabisa kwenye tour yake ya Five Alive, na jukwaa liliweza kulipuka kwa shangwe ya hatari. Watu zaidi ya elfu 17 wamejaa ndani, na huwezi amini watu wote walikuwa na energy ya kutosha. Diamond imeweza kuona ameperform kwa masavaa vibe la hatari, lakini pia waliweza kuperform pamoja ngoma ya number one remix. Imagine ngoma ambayo ina maana kubwa sana kwenye karia ya mziki wa Diamond. Kuna mistari ambayo Davido anaimba, Tanzania to Lagos I go make you famous. Mimi naweza nikasema kitu kimoja, hii haikuwa tu kolabo ya muziki bali ni urafiki wa kweli. Diamond anamwambia Davido wa zuwazi kabisa, ukija Tanzania nitakupa sehemu ya nyumba yake yani ya kwa, kwa, kwa hiyo kauli hii hapa ni heshima, lakini pia ni ukarimu na undugu wa Afrika kabisa. Mashabiki wameweza kufurahia sana kuona, wanasema kwa hii ndo hospitality cha Kitanzania, yani Watanzania ni wakarimu na wengine wanasema Simba anajua kuwakilisha vizuri kabisa Tanzania, anajua kuwakilisha vizuri eh, chama la wana. Lakini kuna comment nyingi sana nitashuka na baadhi mfano. Kuna huyu ambaye anasema kumchukia Simba ni ngumu sana na kuweka emoji kibao za fire, noma sana. kuna huyu mwingine hapa amekuja kucomment anasema, maskini nimerudi tena kumfollow Diamond, noma sana. mwingine anasema mwingine anasema proud from Tanzania. Nawaona watu ambao wanakataa kwamba wasokenge waje waige mfano noma sana. Mwingine anasema Mondi International kitambo sana. Eh, bana, show hii hapa by the way imeweza kudhibitisha kuwa mziki wa Afrika unazidi kuvuka mipaka. Diamond pamoja na Davido ni icons ambao wanawakilisha Tanzania pamoja na Nigeria kwa nguvu kubwa. Sasa imagine wanaungana pamoja. Lakini zaidi ya mziki wameweza kuonyesha wanawakilisha undugu, ushirikiano na moyo wa Afrika. Hii ni lesson kwa wasanii wengine kushirikiana kuinua muziki na kuonyesha upendo wa kweli ni kitu ambacho naamini kinaleta picha nzuri sana hadi kwa mashabiki na watu wote ambao wanaweza kuwakubali. Hebu niachie maoni yako hapo chini bila kwenye comment section. Je, ungependa kuona Diamond pamoja na Davido wanaweza kupiga tena ngoma ya pamoja au unatamani waweze kudrop ngoma ya aina gani? Iwe ya mapiano, maana this time wote wawili wanafanya vizuri kwenye kila aina ya muziki, iwe afrobeat au aina gani ya muziki ambao unatamani kuweza kuona wawili hawa akiweza kufanya blogu, comment section, kinoma noma. By the way kama bado hauja subscribe please please, unakuwa unapitwa na mengi TemuTV. tunakuwa tunakuletea stories za mastaa, moments za kihistoria, like na uchambuzi wa ndani kabisa. Mpaka next time, kumbuka urafiki wa kweli bana unajengwa kwa heshima, na muziki wa Afrika ni moto wa kuotea mbali. Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.